Ili wa kwanza kupata habari zinazojiri hapa Bongo, usisahau kubonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video hii. Asante. Mpenzi mtazamaji wa Bongo One Media, karibu tena katika dawati letu la michezo, tukizidi kukuangazia taarifa na habari mbalimbali ambazo zinajiri ndani lakini pia na nje ya Tanzania. Moja ya taarifa kubwa zaidi ambayo nimekuwa nikikujuza kila siku ni kuhusiana na yale yanayoendelea ndani ya klabu ya Young African, hususan kwa mchezaji huyu Mohamed Hussein Shabarara, naweza nikasema kwamba mambo ambayo anayapitia Mohamed Hussein Shabarara ndani ya Yanga ni changamoto kweli kweli. Amekuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao hawana furaha hata kidogo. So, ukizungumzia wachezaji ambao wanapitia wakati mgumu kwa sasa katika ligi ya Tanzania, basi ni Mohamed Hussein Shabarara. Moja wa wachezaji ambao alikuwa amejizoelea umaarufu zaidi katika mitandao ya kijamii kwa maisha yake binafsi, lakini pia na aina ya uchezaji wake, lakini ni moja wa wachezaji ambao unaweza kusema kwingine ulikuwa unapata raha lakini sio furaha. Sasa yeye aliacha alikokuwa anapata raha na furaha, ameelekea kule ambapo anapata raha lakini hapati furaha. Sasa leo nataka niwatofautishie kuna tofauti gani kati ya raha na furaha, kama ambavyo anasema Harmonize kwamba kwa uh, wengine kwa alijisumbua alipata raha lakini sio furaha na alichogundua furaha yake ni huyo aliye naye kwa sasa. Sasa upande wa Mohamed Hussein imekuwa ndivyo sivyo, mwanzoni alikuwa anapata raha na furaha, lakini kwa sasa anapata raha lakini sio furaha. Kwa nini haya mambo yanakuwa ni mawili tofauti? Au kwa nini tunalizungumzia hili kwa wakati huu? Naweza nikasema kwamba mfano kwa Yanga kwa sasa anapata raha. Kwa nini? Ni maslahi mapana ambayo anapata ndani ya klabu hiyo. Kwanza anapata mshahara mkubwa zaidi ya ule ambao alikuwa anaupata Simba. Kwa hiyo naweza nikasema katika upande wa mshahara anapata vilivyo, na maslahi mengine anazingatiwa, lakini kitu kinachompa furaha mchezaji siku zote ni kuperform kiwanjani, na huo ndio ukweli mchezaji akipata nafasi ya kupafomu uwanjani ndio furaha yake, kwa sababu anakuwa ametumikia sehemu yake ya kazi. Ukiona unapata raha eh, kwa maslahi mapana unayoyapata ndani ya, eh, ya timu, lakini hauwachangii chochote, kaa ukijua hizo raha hazitoweza kudumu, maana itafika pointi watahitaji mtu anayetoa mchango sawa na kile wao wanachokitoa. Kwa sasa Yanga, tunaweza kusema kwamba wanachokitoa kwa Mohamed Hussein ni zaidi ya kile yeye ambacho anakionyesha kiwanjani na ndio kwa sasa anapata raha, sio furaha. Ndani ya klabu ya Simba alikuwa anapata maslahi ambayo hayafikia sasa kwa Yanga, kwa hiyo sio raha sana, lakini alikuwa anapata furaha kwa kuwa alikuwa ni mmoja wa wachezaji ambao walikuwa wanaheshimika, kwanza kama nahodha, lakini pia ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa wanaweka mchango mkubwa kwa timu, kiasi kwamba hata uchezaji wake na namna alivyokuwa anaipambania Simba unaona huyu ni mchezaji ambaye ana mapenzi ya kweli na timu. Na katika wachezaji ambao hawakudhaniwa wala hawakufikiriwa kwamba anaweza kuondoka ndani ya Simba basi ni Mohamed Hussein Tshabalala ambaye alidumu ndani ya Simba zaidi ya misimu 12 na naweza nikasema kwamba hata kwa namna alivyokuwa anacheza, uwezo wake binafsi alikuwa anaonyesha kiwanjani, inaonyesha kwamba ni mmoja wa wachezaji ambao alikuwa anapitia wakati mzuri na wa furaha ndani ya klabu hiyo, lakini pia na raha ndani yake, lakini Yanga ameenda kupata raha na sio furaha. Sasa kuna taarifa za kwamba muda wote kwanza, sasa mchezaji huyu ataweza kuvunja mkataba katika mambo ambayo ameyasema; yanayoashiria kwamba anaenda kuvunja mkataba ni yale ambayo amekuwa akiandika katika mitandao ya kijamii. So hii naweza nikasema ni sehemu ya yale ambayo ameyazungumzia katika kuvunja kwake mkataba ndani ya klabu ya Young Africans. Taarifa nyingine bado hazijathibitishwa kwa ni wakati gani ataweza kuvunja mkataba, lakini ni swala ambalo muda wote kwanza sasa Mohamed Hussein Tshabalala atavunja mkataba ndani ya klabu ya Yanga na kuwa mchezaji huru, lakini pia kuna baadhi ya pesa na gharama ambazo atazigaramikia ikiwa ni sehemu ya yeye kuweza kuvunja mkataba na kuwa huru kama ambavyo wamewahi kufanya wachezaji kama Prince Dube wakati akitoka Azam na kwenda Yanga au Faisal Salum akitoka ya Yanga akielekea upande wa Azam. Taarifa hii unaizungumziaje? Unadhani Mohamed Hussein Tshabalala kuvunja mkataba ndani ya klabu ya Yanga, hii inaweza ikawa ni taarifa njema kwa upande wa Yanga? Je, Mohamed Hussein kwa sasa unaona baada ya kukosa namba ya kucheza kikosi cha kwanza kama alivyozoea upande wa Simba, je, akirejea Simba wampokee? Na je, unaona kwa upande wa Simba baada ya kuondoka pengo lake linaonekana? Je, huyu aliyesajiliwa ameliziba kweli? Na je unaona mchezaji huyu anastahili kurejea tena Simba? Nadhani ni moja jambo ya jambo kubwa zaidi ambalo tunalifuatilia kwa undani kabisa, ili tuhakikishe tunakupatia taarifa ambazo ni sahihi. Usisahau ku subscribe kama ndo kwanza kabisa unatembelea YouTube channel yetu, ili uendelea kupata taarifa zinazojiri ndani na nje Tanzania. Asante awesome.